Topic namba tisini, matajiri wanazidi kutajirika na masikini wanazidi kuwa masikini. Ninaelewa kuwa pioneers wengi wana mashaka na wasiwasi kuhusu Pi Network na thamani ya GCV. Hali hii ya kutoelewana mara nyingi inatokana na ukosefu wa uelewa. Tayari nimeweka hoja zote za kimantiki na uchambuzi unaohitajika vyote vinapatikana katika kitabu cha mwongozo wa pioneers na makala zangu, lakini bado kuna baadhi wanaoendelea kupinga. Baadhi ya pioneers wanapata ugumu wa kujifunza wenyewe, na licha ya maelezo niliyotoa, bado wanashindwa kuelewa dhana hizi. Hata hivyo, upande wa kufurahisha ni kuwa naona pioneers wengi ambao ni werevu na wanaweza kuelewa mambo kwa haraka. Wasiwasi na maswali mengi yanatokana na kutofahamu hatua mbalimbali za mafanikio ya mradi huu. Safari yetu inaweza kufananishwa na mama anayejifungua, maumivu ya uchungu yanamaanisha kuwa mwanzo mpya unakaribia. Pioneers wengi wanaonekana kuchanganikiwa kati ya maana ya thamani ya pai na bei ya pai. Tayari tumefanikisha kuthibitisha thamani ya pai kuwa ni GCV dola laki tatu kumi na nne elfu na mia moja hamsini na tisa. Thamani hii ipo ndani ya mfumo wa pai kwa sababu ya uwepo wa rekodi zaidi ya milioni tano za GCV. Tunapozungumzia thamani tunarejelea sifa za pai kama sarafu. Kuhusu bei ya pai, hii inategemea soko la kubadilishana fedha na inaathiriwa na kanuni za mahitaji na usambazaji. Inapochukuliwa kama dhamana, hii inaiweka chini ya sheria za SEKI na mashirika mengine ya udhibiti wa dhamana duniani. Kwa hivyo, core team haiwezi kutangaza bei ya pai kwa sababu mfumo wa pai umewekewa kanuni zake. Bei ya sasa ya kubadilishana haionyeshi thamani halisi ya pai. Hali hii imetokea kwa sababu baadhi ya pioneers hawajajifunza kuhusu thamani ya pi au wanahitaji pesa kwa dharura, jambo linalowafanya wauze kwa bei ya chini. Hili si kosa la Core Team au GCV Core Team, bali ni matokeo ya pioneers kushindwa kusambaza taarifa hizi kwa jamii zao, hivyo kusababisha ukosefu wa uelewa kuhusu GCV. Hata hivyo, hali hii inaweza kuwa faida kwetu. Tunahitaji bei ya chini ili kusaidia upanuzi wa Pi Network duniani. Kwa mfano, tunapouza majina ya tovuti, bei ya chini inatusaidia katika upanuzi huu. Tunahakikisha kuwa bei ya kubadilishana inalingana na thamani ya pai. Hii ndiyo sababu Core Team na Global GCV Core Team wana mtazamo na mkakati mmoja, kununua pai inayouzwa kwa bei ya chini sokoni ili kuongeza mahitaji yake. Mahitaji yanapozidi usambazaji, chanzo cha pai ya bei ya chini kitapungua. Kwa sababu hii, tunawahimiza pioneers kuuza tu kwa GCV. Kwa mkakati huu tunaweza kusawazisha bei ya kubadilishana ili iakisi GCV kama ilivyoainishwa kwenye mfumo wa pai. Njia hii pia inahakikisha tunazingatia mahitaji ya sheria za udhibiti. Katika kipindi hiki, tunapendekeza wafanyabiashara wote watumie GCV kwa biashara ya kubadilishana bidhaa, kwa kuchanganya sehemu ya malipo kwa pai na sehemu kwa pesa za kawaida, kwa bidhaa ndogo ili kujilinda Hatupendekezi kutumia bidhaa kubwa kwa ajili ya biashara hii kwa sasa. Bei ya sasa ya dola 0.96 imesababishwa na kundi kubwa la pioneers wa awamu ya kwanza waliokuwa na pai zao zimefungwa kwa miezi thelathini na mitatu ambazo sasa zimeachiwa. Baadhi ya pioneers wana mahitaji ya haraka ya pesa kwa ajili ya chakula au kulipa madeni, jambo lililosababisha kuingia kwa kiasi kikubwa cha pai sokoni na hivyo kuongeza usambazaji, wakati mahitaji hayajaongezeka vya kutosha. Hakuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya bei ya sasa na thamani yetu ya pai. Tunatumia nafasi hii kusaidia pai kuwa sarafu ya kimataifa. Baada ya miezi mitatu hivi, fursa kama hizi huenda zisitokee tena, kwa sababu kipindi cha mpito kitakuwa kimepita. Pia wachimba madini wapya watakumbana na ugumu mkubwa wa kupata pai kwa kasi ya juu na ununuzi wa pai utakuwa ghali zaidi. Kumbuka, usinunue pai nyingi kupita uwezo wako. Ninapendekeza ununue kiasi unachoweza kumudu na pia wahimize pioneers ambao bado hawajahamishiwa pai au wale walioweka pai zao kwa muda wa miaka mitatu kununua pai kumi. Wanaweza kutumia hili kuwashawishi makampuni, wawekezaji na watu binafsi waliovutiwa kununua pai kwa matumizi ya baadaye kama vile ununuzi wa majina ya tovuti. Tunasonga kwa kasi kuelekea GCV. Hata hivyo, kabla ya kutekeleza mfumo rasmi, tunahitaji watumiaji wengi zaidi kujiunga. Je, dhana hii ni ngumu sana kuelewa? Wauzaji wengi wa pai kwa bei ya chini wanatoka katika maeneo yenye kipato cha chini hasa Afrika, Asia na nchi nyingine zenye uchumi duni. Kwa upande mwingine, wanunuzi wakuu wa pai ya bei ya chini wanatoka katika nchi zenye kipato cha juu kama vile Marekani, Ulaya na sehemu za Asia kama China. Hali hii inaonyesha changamoto ya kubadilisha maisha ya watu walioko kwenye umaskini licha ya fursa zilizopo. Mgawanyiko kati ya matajiri na masikini unaonekana kuwa mkubwa zaidi matajiri wanazidi kupata faida huku masikini wakibaki katika hali yao. Hata hivyo, naamini bado kuna pioneers wenye maono katika nchi masikini ambao wanaweza kutumia fursa hii kubadilisha hali zao za kifedha. Ni wazi kuwa pioneers walioko Marekani hawawezi kuuza pai kwa bei ya chini, badala yake wanahamasika kununua kwa sababu wanaelewa thamani yake halisi.